Mheshimiwa mwenyekiti wa chama chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Taifa Tundu Antipas Lissu, na viongozi wote wa jukwaa kuu, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nikukaribisha tena kanda ya Nyasa. This is Nyasa, hii ndiyo kanda ya Nyasa. Makamanda peoples. Yeah. Makamanda wa Sumbawanga yeah. Tunayo furaha kuwa hapa mimi naitwa Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, Sugu. Sugu wa? Maselnio, yeah. Wananiita Jongwe yeah. Wale wanaopenda mambo mazuri wananiita na kadhalika. Ndugu zangu, mi niliyesimama hapa ndio mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, kanda yenye mikoa mitano, mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe na hapa tulipo, mkoa wa Rukwa, ambapo tuko hapa toka juzi tuko kwenye ziara ya kitaifa ya operation maalum ya no reforms, no election. Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Ziara hii itachukua siku 48 na leo tulizindua juzi tarehe 23 na leo tuko kwenye siku ya tatu, kwa hiyo tuna siku arobaini na tano mbele. Sasa unaweza ukaona siku ya tatu tu, hatujatoka, tumetoka Mbea sha tukaja Rukwa, tayari CCM wako hoi tayari CCM wako hoi kwa sababu CCM ili wapate robo ya watu hawa, sio watu hawa, au nusu, ili wapate robo ya nyomi kama hili ni lazima wakodi fuso 30, mabasi 24, eh, kosta 47 na aisi 105, pamoja na pikapu na kadhalika ndio, na matela semitela na mikokoteni na uaapunda, ndio wapate rogo ya watu hawa. Kwa hiyo naweza nikasema kwa mwenendo huu, toka tumeanza juzi, tumekwenda Nkasi Kaskazini, Nkasi Kusini, tumeenda mwambao wote tumepita kote nyomini hivi hivi. Na hii mimi kama mwenyekiti wa Nyasa naweza nikasimama hapa na nikasema hakika, wana Nyasa asanteni sana, kwa sababu ni wazi kwamba Nyasa ndio ngome ya CHADEMA sasa hivi, na Nyasa naenda kuongoza mapambano wamechoka, wanatamani mabadiliko yawe jana na sio kesho. Wanaona Oktoba ni mbali, wamechoshwa na madudu yote ya Chama cha Mapinduzi ambacho kwa miaka sitini toka uhuru plus wameshindwa kuwaletea maendeleo wananchi mpaka leo. Tunakwenda ni tunakwenda tunaripotesho kama kule bichi wa wampembe unaposhuka i, unaona hela tupu, unaona utalii tupu, lakini barabara shaga la baga la la kabisa. Tunapita kwenye manda, tunapita kwenye manda. Kwa hiyo ni wazi kwamba taifa hili liko tayari kwa mabadiliko, wananchi wanataka mabadiliko kupitia uchaguzi, lakini ni wazi kabisa kwamba hatuwezi kupata mabadiliko tunayoyataka kwa utaratibu wa uchaguzi uliopo sasa, na ndio maana tunakuja kwenu kuunganisha nguvu ya Watanzania ili kwenda kuikomboa hii taifa kutokana na mfumo mbovu wa uchaguzi kwa miaka yote. Ndugu zangu, haitakiwi ili kupata mbunge wa CHADEMA, diwani wa CHADEMA, mwenyekiti wa mtaa wa CHADEMA lazima mabomu ya polisi yahela tena hela nyingi sana baadaye ya kununua mabomu ito. Sasa tunatakiwa tukanue madawa ya kuatibu wananchi wa maeneo mbalimbali, wasa wananchi wa Sumbawanga mjini. Sasa wanapiga mabomu, halafu hospitalini nao hamna, tunakatwa miguu tunabaki na vilema, ndugu zangu. Haitakiwi, haitakiwi ha ili mbunge wa Chadema diwani wa Chadema atangazwe, watu waumize waumizwe, watu wapate vilema, au watu wauwawe. Na sasa hivi wanaona hapa, kuuawa kutuua tu halafu wasepe, wanatuchukua kwanza, wanatuficha, sijui wanatufanyaga nini huko. mimini mwakutekwa nimetekwa mwezi wa nane naenda kutewadhukaaamboyakutioaat kweliiuenyewe kumbe kutekwa, kum, kutekwa Ayu, for mambo ya, ya kutekwa sio utani kweli. Mwenyewe na nikapata ladha ya kutekwa. Nashukuru tu makelele alikuwa mengi mpaka ya kimataifa na wapi, angalau tukachomoka, acomoka. Wamenichukua Dar Salaam, wamenichukua Mbea, wamenipakiza kwenye usiku kifudifudi nimekwenda nafikiri, make sioni ukinyanyuka unakula buti. Nimekwenda nafikiri nikuwa maeneo ya wang ng'ombe pale pa badabido... wakanipeleka mpaka Dar es Salaam, wamenitoa Mbeya nyumbani, ofisini, niko ofisini, wamenipeleka Dar es Salaam. Nafika Dar es Salaam, wameenda kuniacha mtaani kawe, nimevaa kiatu kimoja, yeboyebo yebo. Sina kiatu cha pili watu tunapozungumza haya mambo tunatakiwa tuwe very serious e, maamuzi sahihi ya kwenda kubadilisha haya mambo. Ndugu zangu, mimi mwenyewe nilipokuwa mbunge elfu mbili na kumi ilibidi mpaka kutangazwa tuchome matairi tukate miti tuweke mawe barabarani. Ya kazi gani? Ndio unakuja kutangazwa kuja elfu mbili na kumi na tano

mpaka kwenu, waliwetambafauwenu tunadai tume huru kwa chaguzi zilizo huru. Na katika hili tunaomba sapoti ya makundi mbalimbali ya watanzania kuanzia wafanyakazi mpaka wakulima. CCM sio ya kwenu wafanyakazi na ndio maana haiwaongezee mishahara wala haijali tena maslahi yenu. CCM sio ya kwenu tena, wakulima, na ndio maana haijali hata kuwapa pembejeo, na sio tu kuwapa pembejeo; hata pale mnapofanya juhudi zenu na kulima na kuzalisha mazao kama mahindi na kadhalika, bado serikali ya Chama cha Mapinduzi haina mipango ya masoko Zaijia kuleta yltautape mfano jana mwaka jana zambi alishikwa na njaa sana wakaja kwa serikali ya tanzania kuja kwa serikali ya tanzania wakawaambia tunataka kununua mahindi kutoka kwenu tutalipa kilo moja shilingi elfu moja serikali hii ambayo toka uhuru inashindwa kutafuta masoko ya wakulima wakakimbia fasta kuja kwa wakulima na kuwaambia e hey, wakulima tumewatafutia soko kilo moja shilingi mia tano Kudadeki wanachukua buku, ni wanawapa mia tano, halafu ninyi nawatekea CCM nyini eh? Yani ni serikali ambayo inafanya udalali kwa wananchi wake, inafanya udalali kwa wananchi wake. Tunataka kuunganisha makundi yote wakiwemo wavuvi, tumepita huko kwenye mwambao, wananchi wanategemea uvuvi. Lakini serikali haijafanya, haijachukua hatua zozote kuboresha mazingira ya uvuvi. Hakuna soko la uhakika wala hakuna hata viwanda vya kusindika samaki kule, ambavyo vingesaidia kukuza biashara ya uvuvi na samaki kwenye maeneo ya mwambao, ndugu zangu. Lakini tunataka pia sapoti ya wafanyabiashara. Wafanyabiashara mpo hapa Mnajua, mimi mwenyewe mfanya biashara mwenzenu sasa hivi, na nikokota, nami najifunza biashara wakati niko bungeni, kabla sija mfanya biashara serious, wafanya biashara wa Mbeya walikuwa wakiniletea matatizo wanayopitia kwenye kodi, sijui tozo, sijui nini, nilikuwa siwaelewi, lakini sasa hivi nawaelewa ndugu zangu. Kwa hiyo nyinyi wafanya wafanyabiashara Achaneni na mambo ya zamani kusema sijui sisiemu sijui si, si, si, watanisaidia wata, wata kupunguza kodi, hakuna hicho kitu. Na ndio hawajali, na ndio maana hata madeni yenu mnayodai hawajali kulipa, wanalipa vile wanavyotaka au zaidi. Unadai labda milioni mia moja ili ulipwe deni lako inabidi uache ni mi, milioni 30. Sasa usiufaau ndio biashara gani hiyo tunafanya, alafu ii mnaanza kuendelea kuwachekea Chama cha Mapinduzi, tunataka kukusanya nguvu za wote, ikiwemo askari wetu wote, kama hawa polisi. Polisi ni wana sana wenetu hawa, wengine ni wapangaji wetu, wengine wale ambao mambo yao yako sawa, nao wakajenga, wanatupangisha. Kwa hiyo tuko integrated, yani tunaingiliana katika maisha na hawa polisi, lakini kwa tatizo moja, polisi wamekuwa wanatumika sana kuonea watu hasa wakati wa chaguzi. Polisi wamekuwa wana wanatumika wametumika wana kupora uchaguzi wa kutupiga mabomu. Sasa mimi nasema tunaendelea kuwatia moyo kwamba haya tunayopambania ni sehemu ya mapambano yatakayowafaidisha nyinyi pia, kwa sababu katika watu wanaoonewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ni polisi na walimu. Polisi hawa wana mfuko wao A, amini tukifuatilia tukifuatilia e, ripoti za mkaguzi mkuu wa serikali, kila mwaka katika wizara ambazo zinapigwa hela ni pamoja na wizara mambo ya ndani ambao polisi wako chini yao. Sasa unaweza ukaona sehemu walipokuwa wadwanzi yani wanaenda mpaka wanaiba hela za polisi. Wanaonewa kiasi kwamba wanashona unifomu zao wenyewe, wanachobaki nacho ni vifungo vile vya chuma, lakini uni, unifomu kila mtu anashona mwenyewe. Ukitaka kuhakikisha, niite polisi watatu hapa au wanne, uangalie rangi ya unifomu zao. Moja unakuta unifomu ya uli kijani fulani imekolea ilitaka kwenda sijieni kagoma. mapambano haya tunayoyafanya ni kwa ajili yenu pia, mwache kutupiga mabomu na bida ya kutoa. Tumesalimiana pale, anaonekana ni mtu mzuri na tuendelee hivyo, ndugu zangu. Sasa basi, yeah. ili kuyafikia haya ni lazima tuwe na uchaguzi huru, ni lazima tufike mahala wananchi wa Tanzania wawe na uwezo wa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Faida ya kuchagua kiongozi unayemtaka, faida yake ni kwamba yule kiongozi